Dkt. John Danielson Pallanjyo. mheshimiwa mwenyekiti nami nakushukuru kwa kunipa nafasi nafasi ya mwisho nilikuwa kwenye shughuli za kamati kwa hiyo nilichelewa kidogo nikakaa huku nyuma kwa hiyo sishangaa saa kwamba niko huku mwisho lakini nianze kwanza kwa kumpongeza sana mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kazi nzuri sana ambayo anafanyia wa Tanzania. Eh, ametuletea hotuba nzuri nzuri sana, eh, ambayo inaakisi utendaji wake kazi. Hotuba hii pamoja na mambo mengine imebeba mafanikio makubwa ambayo nchi yetu imepata ndani kipin ya kipindi cha miaka minne cha serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Samia Dkt. Samia Suluhu Hassan. Yako mengi yaliyosemwa kwenye hotuba yake ambayo ni mazuri sana, lakini nitazungumza machache ambayo nadhani yanabeba yale yote ambayo yapo kwenye hotuba yake. Naanza na bwawa la Nyerere, bwawa la kuzalisha umeme kwa kutumia nguvu za maji la Julius Nyerere liko asilimia asilimia 99 sasa hivi karibia linamalizika, linakuja kubadilisha maisha ya wa Watanzania, linaboresha maisha ya wa Watanzania, linafanya maisha ya wa Watanzania yanakuwa ya furaha. Lakini pia kuna ujenzi wa barabara ya reli ya kati eh, kwa kiwango cha kimataifa SGR. Eh, reli hii section ya Dar es Salaam, Morogoro mpaka Dodoma imekamilika kwa ajili ya abiria. Sasa hivi kemistri ya uchumi ya wananchi wa Morogoro, Dodoma hata Mwanza imebadilika. Kuna watu wanatoka Mwanza na magari wanakuja wanapaki Dodoma, wanaingia kwenye SGR, wanakwenda Dar es Salaam, wananunua mizigo yao, wanapanda treni wanarudi hapa, wanasubiri mizigo yao wanasafirisha kwenda Mwanza na kwenda na Rwanda. Kwa hiyo imebadilisha maisha ya Watanzania wengi. E, kiuchumi na kijamii lakini, kuna mradi wa kuboresha waku, e, shirika la ndege la Tanzania ATCL, ATCL. Tulianza na ndege moja wakati wakati wa serikali ya awamu ya tano, sasa ziko ndege kumi na sita, tumerudisha identity yetu kwenye anga, tulikuwa tumepotea kwa kweli. Tunapongeza sana serikali ya awamu ya sita, lakini hii imewekwa kwenye hotuba ya waziri mkuu na ameweka vizuri, ameweka bayana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna ukamilishaji, kuna usambazaji wa umeme wa REA, sasa hivi tuna vitongoji kumi na tano ambavyo eh, kazi zinaendelea kwenye, kwenye, kwenye majimbo yetu eh, kwenye jimbo langu kwa mfano, baada ya hivyo vitongoji kumi na tano nitakuwa nimebakiza vitongoji eh, kama sitini na nane. Nishukuru sana serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba hii ilikuwa ndefu, amesoma kwa masaa mawili. Mimi nimesema nime, nitaja hayo machache ambayo yanachukua nafasi, yale mengine mengi ambayo yako kwenye hii hotuba lakini niseme kwamba waziri mkuu ametuletea hotuba nzuri ambayo inaakisi utendaji mzuri kazi wa kwake. Nimpongeze sana yeye, mawaziri walioko chini yake, manaibu waziri, katibu mkuu na watendaji wote wa wizara yake kwa kazi nzuri ambayo wanawafanyia Watanzania. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, eh, chini ya eh, ukiona mwanaume ametoka vizuri, ujue nyuma yake kuna mwanamke smart. Sasa mimi nasema kiongozi akiwa smart, nyuma yake kuna kiongozi mkubwa wake ambaye yuko smart. Mimi niseme eh, kazi nzuri iliyofanywa na, inafanywa na waziri mkuu ina reflect kazi nzuri ambayo anatufanyia rais wetu dr Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya sita. Chukua nafasi hii kipekee kabisa kumshukuru kwa jinsi ambavyo ametutendea haki, ametutendea wema na kwa kazi nzuri iliyofanyika, na jimbo langu nalo limenufaika, mnufaika kwa kiasi kikubwa eh, sitaweza kuzungumza yote, lakini nizungumzie ni, ni, ni sekta chache. Nikianza na elimu, ndani ya miaka minne nimepata shule za sekondari eh, tisa mpya. Iko sekondari ya Amsha kata ya Ambureni iko sekondari ya Madira kata ya Seela Singisi, iko sekondari ya Seela kata ya Seela Singisi, iko sekondari ya Samaria kata ya Maroroni, iko sekondari ya Shambariburka kata ya Shambariburka, iko sekondari ya Uwiro kata ya Uwiro, iko sekondari mpya ya Karangai kata ya Kikwe, iko iko iko iko sekondari mbili Kingori, Eh, Meru na ya Umoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumepata shule nyingi, lakini tumepata shule mpya ya mfano ya praimari kata, kata ya kikatiti eh, eh, kijiji cha Nasholi. Lakini juu ya yote tumepata shule mpya ya mali inajengwa kata ya Makiba kijiji cha Valeska eh, ujenzi unaendelea vizuri na wakati wote wanafunzi wataanza kuingia madarasani. Mbali na, mbali na shule tuna chuo cha VETA kinajengwa kata ya Uwiro, kazi inaendelea vizuri. Tunaamini eh, mwaka huu wanafunzi wataanza kuingia kukua enrolled, tupate vijana wenye kufu, we, wenye we, we, we, we, we, we kufundishwa umeme eh, ufundi wa magari ujenzi wa majumba eh, welding na mambo mengine ambayo E, yatakwenda kufanya vijana wajiajiri, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shukuru sana. Nilisema umeme wa REA unaendelea kusambazwa vizuri jimboni kwangu, tunaamini kwamba huu e, mradi ambao unakuja wa, wa, wa vitongoji elfu tisa utakuja kutumalizia sisi tatizo la umeme jimboni. Mheshimiwa Mwenyekiti, sio hivyo tu, bado tumepata miradi mingi ya maji kata ya Akeri na Kwarusamu tulipata mradi wa maji wa shilingi bilioni 3 na, na milioni mia mbili. Mradi umemalizika sasa hivyo, kwenye hatua ya kusambaza maji kwenye majumba ya watu kata za Imbaseni maji ya chai Kikatiti hadi Samaria, kata ya Maroroni tumepata eh, mradi wa shilingi bilioni sita na milioni mia moja. Mkandarasi yuko kazini Eh, tunaamini kabla hatujaenda kwenye uchaguzi eh, watakua, na ndivyo tunavyoomba wananchi watakuwa wanakunywa maji safi na salama. Kati ya kata ya Uwiro kuna mradi wa shilingi bilioni nne wa maji, tunaamini wakati wote mkandarasi ataanza kazi kwa sababu shughuli za manunuzi kwa zimeshamalizika. Kata za eh, Kingori Leguruki, eh, Maruvango Malula, Garenanyuki zinapata maji kutoka kwenye msitu wa Mlima Meru. Maji haya yana fluoride kwa wingi, lakini kuna mdau wa maendeleo, taasisi ya Koika, waliamua kutusaidia kutuletea mitambo ya kusafisha na kuondoa fluoride kwenye yale maji. Mitambo hiyo imeshaanza kufanya kazi, lakini kwa kiwango kidogo kwa sababu E, inatumia sola kwa sasa hivi. Tumeomba na niombe e, bunge hili kwamba serikali ipeleke umeme wa gridi kwenye ule mitambo ili mitambo ile ifanye kazi kwa kiwango ambacho imekuwa installed kwa maana ya lita elfu mbili, lita milioni mbili kwa siku ili wananchi wale waendelee kupata maji safi na salama. Leo niliuliza kwamba umeme utapelekwa lini e, mheshimiwa waziri akuweza kunijibu kwa sababu hakukumbuka kwamba lile eneo ni wapi. Lakini nikumbushe kwamba ni, kwa ni e, Leguruki kijiji cha Nkwasenga eneo la bwawani. Ile mitambo imeshafungwa inasafisha maji sasa hivi inasafisha maji kwa lita mia mbili lita laki mbili kwa siku, lakini uwezo wake ni lita milioni mbili Mheshimiwa Mwenyekiti, yako mengi ya kusema. Ni shauri eh, ahadi za viongozi wakuu huwa zinatolewa mbele ya watu wengi, wananchi wengi sana eh, kwa hiyo wanasikia wengi wajanja na ambao sio wajanja, na wanachukua kama ilivyosemwa. Kuna ahadi nyingi sana zimetolewa kule kwangu, kuna ahadi ya ujenzi wa barabara kwa cha lami barabara ya, ya, ya King'ori kuanzia Malula hadi Gari na Nyuki ni ahadi ya rais wa awamu ya tano. Basi ushauri kwamba nimesikia eh, kwamba eh, eh, eh, miradi yote ambayo ni ahadi ya viongozi wakuu inawekwa kwenye mpango mwaka huu eh, nategemea basi kwamba hiyo barabara ya King'ori na kilomita tano pale usariva na nyingine zitaka kwenye mpango ili hatimaye mambo yetu yakae vizuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, yako mengi ya kusema, lakini mpaka leo naona niishie hapa. Ujumbe wangu umefika. Asante sana.